Kweli, leo tunaanza safari kwa mara ya mwisho katika kitabu cha Danieli na leo tutaona unabii wa kushangaza zaidi. Kwa kweli, unabii huu ni wa kina na sahihi kiasi kwamba wakosoaji wa Biblia wanataka kusema kwamba basi hii lazima iliandikwa mamia ya miaka baadaye na mtu mwingine. La hasha! Ukweli ni kwamba Mungu anajua yajayo. Mungu anadhibiti yajayo. Historia ya binadamu iko mikononi mwa Mungu, Ndiyo maana anaweza kupitia manabii wake kutuambia itakachotokea baadaye. Sasa hapa katika sura ya kumi na moja na kumi na mbili Danieli anapewa maelezo mengine ya matukio yote ya karibu na ya mbali sana, na inajaza baadhi ya maelezo ya kile ambacho tayari tumekuwa, ah, kile ambacho tayari tumepewa. Sasa malaika bado anazungumza na Danieli hapa katika sura ya kumi na moja, na anasema katika mstari wa pili, sasa nitakuonyesha ukweli, akianzia na Dario Medi a. Malaika anasema a, wafalme wengine watatu juu ya Wajemi wataibuka, kisha mfalme wa nne a, ambaye ni tajiri na mwenye nguvu zaidi kuliko watangulizi wake ataibuka. Sasa tunajua kutoka kwa historia kwamba mfalme huyu wa nne alikuwa Tetes au Ahasuero na huyo ndiye mfalme wa Wajemi katika kitabu cha Esther. Sasa mstari wa tatu unatabiri kuibuka kwa mfalme mwenye nguvu na utawala mkubwa. Tunajua kutoka kwa historia kwamba mfalme huyu anayefuata ni Aleksanda Mkuu ambaye karibu anashinda dunia yote inayojulikana. Maisha yake yanakatishwa ghafla. Kwa kifo chake, ufalme wake unagawanywa kati ya majenerali wanne ambao wanakuwa wafalme wa haki yao wenyewe na mistari ya tano hadi eh, thelathini na tano hapa inaeleza migogoro itakayojitokeza kati ya wafalme hawa wawili, mfalme wa kusini ambaye ni Ptolemi na nasaba yake huko Misri, na mfalme wa kaskazini ambaye ni Seleuklus, ambaye pamoja na warithi wake wanatawala Siria. Falme hizi mbili ndizo zinazozingatiwa hapa kwa sababu Israeli iko katikati yao. Israeli haiwezi kabisa kujiondoa kwenye mvutano wao wa vita. Sasa malaika anatuletea tena pembe ndogo ambaye ni mfalme wa kaskazini tuliyemjua katika sura ya nane na maelezo zaidi e eh, yanatolewa sasa kuhusu mfalme huyu hapa katika sura ya kumi na moja. Tunajua kutoka kwa historia kwamba jina lake lilikuwa Antiochus Epiphanes. Alikuwa mtesaji mkubwa wa Wayahudi. Atakuja madarakani mwaka 175 KK anaelezewa hapa katika mstari wa 21 kama mtu wa kudharauliwa ambaye hakupewa heshima ya kifalme. Atakuja bila onyo, majeshi yatapokutishwa mbele yake na kuvunjwa. Hivyo ndivyo hasa inavyotokea katika historia. Antiochus anakuwa na nguvu sana, anaendesha kampeni ya kijeshi yenye mafanikio dhidi ya Misri, na hiyo inaelezewa hapa katika mistari michache inayofuata. Anarudi kuivamia Misri tena. Uwe wakati huu hafanikiwi, mstari wa thelathini unasema atarudi na kuwa na hasira. Anashindwa yaani na anaporudi nyumbani anatoa hasira yake kwa Israeli Israeli ndogo. Tunasoma hapa katika mstari wa thelathini na moja vikosi kutoka kwake vitaonekana na kuchafua hekalu na ngome na kuondoa sadaka ya kuteketezwa ya kawaida na wataweka chukizo linalosababisha ukiwa sasa, chukizo hili analoweka ni sanamu ya Zeus, kwa uwezekano mkubwa hii ni uh, jaribio la Antiochus ulazimisha dini ya Kigiriki kwa watu wa Kiyahudi, na tunajua kutoka kwa historia kwamba watu wa Kiyahudi waliasi. Uh, tunajua kutoka kwa vyanzo vya kihistoria kwamba hii itaongoza kwenye kipindi kifupi cha uhuru wa Israeli. Kwa hivyo kuna utimilifu wakaribu wa karibu wa unabii huu katika kitabu cha Danieli na tayari umetokea kutoka mtazamo wetu, lakini katika hatua hii hapa katika sura ya 11 kuna mabadiliko kuelekea utimilifu wa siku za usoni. Unaona, Antiochus ur uh, anakuwa kivuli cha mtawala mwovu mwishoni mwa nyakati. Uh, yeye ni mpinga Kristo, mnyama wa kitabu cha Ufunuo. Unabii wa Danieli sasa unalenga kiongozi huyu wa dunia wa siku za usoni, na malaika anasema kwa Danieli hapa katika mstari wa 36: atajitukuza na kujikuza juu ya kila mungu, na atasema mambo ya kushangaza dhidi ya Mungu wa miungu, atastawi hadi ghadhabu itakapokamilika. Hii inaangalia mbele kwenye kipindi cha dhiki, wakati mpinga Kristo atakapoinuka kwa nguvu, lakini lazima nikwambie atafanikiwa tu hadi jukumu lake katika mpango wa Mungu wa hukumu litakapokamilika. Mstari wa 45 unatueleza, atakuja mwisho wake bila yeyote wa kumsaidia. Haya yatatokea wakati Kristo atakaporudi mwishoni mwa miaka saba ya dhiki. Ufunuo 19 unatueleza, na Kristo anamshinda mpinga Kristo na majeshi yake. Sasa sura ya mwisho ya Danieli hapa katika Danieli sura ya 12, hii itatupeleka hadi mwisho wa kipindi cha dhiki. Malaika anazungumza na Danieli hapa katika mstari wa kwanza: wakati huo atainuka Mikaeli, mkuu mkuu, anayesimamia watu wako, na kutakuwa na wakati wa shida kama haujawahi kuwa tangu kuwepo kwa taifa hadi wakati huo, lakini wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja ambaye majina yao yatapatikana yameandikwa katika kitabu. Kwa maneno mengine, Bwana hataruhusu mabaki ya waumini wa Israeli kuangamizwa wakati wa siku hizi za dhiki kuu. Mabaki yatatunzwa. Sasa hiyo inamaanisha, wataongozwa kuamini katika Kristo wakati wa dhiki. Mstari wa pili unasema watafufuliwa, yani wataupata uzima wa milele. Sasa kwa hayo, Danieli anaambiwa hapa katika mstari wa nne funga maneno na ufunge kitabu mpaka wakati wa mwisho. Kwa nini? Kweli, neno la Mungu linahitaji kuhifadhiwa. Kutakuwa na watu ambao wataendelea kuhitaji habari wakati wote wa dhiki. Kwa hiyo, neno hili halitaharibiwa litawanufaisha sana. Sasa unaweza kuwa bado na maswali kuhusu unabii huu. Hakika ni nao. Kwa kweli, tunaambiwa hapa kwamba Danieli pia ana maswali. Kwanza, katika mstari wa sita, nabii anasikia sauti ikimuuliza malaika, itachukua muda gani hadi mwisho wa maajabu haya? Malaika anajibu katika mstari wa saba, mpaka nguvu za watu watakatifu zitakapovunjwa, itakuwa ni wakati, nyakati na nusu ya wakati. Kweli, hiyo ni miaka mitatu na nusu itapita. Wakati wa mateso makubwa ya Israeli mikononi mwa mpinga Kristo, kisha Danieli mwenyewe anauliza hapa katika mstari wa nane: E Bwana wangu, matokeo ya mambo haya yatakuwa nini? Kwa maneno mengine, historia ya binadamu itaishaje mwishoni? Na jibu ni la kuvutia, inatolewa hapa katika mstari wa tisa: nenda zako Danieli kwa maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hadi wakati wa mwisho. Hakuna waovu atakayeelewa, lakini wenye hekima wataelewa. Kwa maneno mengine, jibu litafika baadaye. Wenye hekima wataelewa kweli. Hebu ni kuambie, matokeo hatimaye yanafunuliwa miaka mia sita baada ya kifo cha Danieli. Ni Yohana mtume anayetoa jibu katika kitabu cha Ufunuo. Matokeo ya mwisho yatakuwa kurudi kwa Yesu Kristo Masiha, na atakaposhuka na kuokoa Israeli mwishoni mwa dhiki, ataweka ufalme wake wa utukufu duniani. Kweli, unabii wa Danieli unamalizika kwa kutuambia kwamba kitu maalum eh, kitafanyika wiki tatu hadi tano baada ya mpinga Kristo kuhukumiwa na Yesu eh, kushuka. Inawezekana kwamba wakati huu utatumika kujiandaa kwa ajili ya sherehe ya kutawazwa kwa Kristo pale Yerusalemu au labda kukusanywa tena kwa Wayahudi waliomwamini Bwana kurudi Israeli. Tunachojua ni kwamba mpinga Kristo ameshindwa, Kristo amerudi, Israeli inakusanyika kusherehekea Masiha wake, na sisi waliokombolewa tutakuwa katikati ya haya yote tunapoanza kumtumikia Bwana wetu katika ufalme wake wa milenia duniani. Ni ruhusu kumalizia kwa kukukumbusha kile malaika alisema awali kuhusu unabii huu wa ajabu ambao tumefichua. Alisema katika sura ya kumi na moja kwa Danieli, hii ni kweli. Ninapenda hilo, hii ni kweli. Sasa ikiwa hii ni kweli, basi inamaanisha nini kuhusu mahali utakapokuwa siku hiyo? Ikiwa umeweka imani yako kwa Kristo kama masihi wako, basi ukweli uliofunuliwa kwetu ni kwamba mustakabali wako ni wa utukufu usioweza kufikirika, furaha na amani. Je, unaamini neno lake leo? Yesu mwenyewe alisema, kama mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli, nani mtajua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Basi kwa hayo tunafikia hitimisho la maneno